Kwa majina anaitwa Ndalo Samson Yamwaila, ni msimamizi wa uchaguzi jimbo la Geita Mjini. Niko hapa kwa, kwa ajili ya kufanya mambo makuu mawili. Jambo la kwanza kufanya tangazo la mshindi wa kiti cha ubunge katika jimbo la Geita Mjini, lakini jambo la pili nitamkabidhi mgombea aliyeshinda cheti cha ushindi kwa mujibu wa kifungu namba mia moja na tano kifungu kidogo cha kwanza a cha sheria ya tume huru ya taifa ya uchaguzi ya mwaka 2024 20 ni kwamba jimbo letu la Geita mjini tuliendesha uchaguzi wa kiti cha rais wa wabunge na madiwani na katika hafla hii, kama nilivyotangulia kusema naomba sasa nitoe tangazo la matokeo ya kiti cha ubunge katika jimbo letu la Geita mjini. A, jimbo letu la Geita mjini lilikuwa na jumla ya wapiga kura walioandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura wapatao laki moja na tisini mia tano hamsini na sita ambalo lilikuwa linashirikisha jumla ya vituo vya kupigia kura 475. Matokeo ni kama ifuatavyo: idadi halisi ya lisi ya waliopiga kura walikuwa ni laki moja na sitini na tatu mia tatu sitini na tisa. Ah, laki moja na sitini na tatu mia tatu sitini na tisa ambayo ni sawa na asilimia 87 ya wapiga kura wote ambao walijiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura. Uh, idadi ya kura halali zilikuwa laki moja na arobaini na nane mia tano thelathini na nne ambazo ali, amezipata mgombea wa kiti cha uh, kiti cha ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi Ndugu Chacha Mwita Wambura. Kwa hiyo na kama mnavyofahamu katika jimbo letu, katika kiti cha ubunge aa, tulikuwa tunaendesha mgombea alikuwa ni, ni mmoja baada ya kukamilisha taratibu za uteuzi. Kwa hiyo alikuwa anapigiwa kura ya ndio na kura ya hapana. Kwa hiyo alikuwa mgombea mmoja, lakini alipigiwa kura za ndio na hapana. Kwa hiyo kura halali alizozipata mgombea ni laki moja na arobaini na nane 534 ikiwa ni sawa na asilimia tisini ya idadi halisi ya asilimia tisini ya idadi halisi ya waliopiga kula. Sawa eh? Idadi ya kula zilizokataliwa zilikuwa ni jumla ya kula 14835 katika kula hizi 14835 labda nitoe ufafanuzi kidogo kula 14,127 zilikuwa zimeharibika lakini kula 708 zilikuwa ni za hapana. Sasa baada ya kusema hayo basi ninayo fursa kwanza kumpongeza mgombea Bwana Chacha Mwita Wambura kwa kushinda nafasi hii ya kiti cha ubunge wa Jimbo la Geita Mjini kwa kipindi cha miaka mitano. Yani, kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na tano mpaka elfu mbili na thelathini Ah, kipekee pia nichukue fursa hii kwanza kuwashukuru wadau wote ambao tumeshirikiana katika zoezi zima la uchaguzi tangu tulipoanza, mgombea ye mwenyewe pamoja na chama chake, lakini na vyama vya siasa vingine ambavyo vilishiriki katika mchakato huu. Jambo la mwisho baada ya kusema hayo sasa Naomba ni mwalike mgombea ili niweze kumkabidhi cheti cha ushindi kama ishara ya kuhitimisha pia mchakato huu. Karibu sana ka safari yangu nilisema kipaumbele na pamoja tunaenda kusimama na elimu, kuhakikisha kwamba watanzania wote wanaelimika, hasa majimbo wa ya Geita mjini. Lakini tunaenda kuhakikisha Geita yetu kama unavyoifahamu, miundo mbinu bado ni changamoto. Kwa hiyo tunaenda kuhakikisha tunasimamia miundo mbinu ili Geita iweze kupitika na barabara zote ziweze kufunguka na watu wa Geita waweze kupata kufika mahala moja kwenda sehemu nyingine kwa urahisi, lakini ukiangalia Tanzania hapa tuna, tuna vijana wengi, vijana kuanzia miaka 18 hadi 40 ni vijana. Kwa hiyo tunaenda kuhakikisha tunatafuta jinsi ya kusimama na vijana ili kuhakikisha vijana wa Geita mjini wanapata ajira au wanapata kujiajiri, wanapata mikopo ili mwisho wa siku tuone kwamba tunaenda kukuza uchumi. Ukimkuza kijana tunaamini kwamba kuna namna moja au nyingine umekuza uchumi unaokuja, lakini tunaenda kusimamia afya tunaenda kusimamia wakulima, wafugaji, tunaenda kusimamia mambo yote hapa kuhakikisha kwa kwamba Geita inaenda kuwa Geita mpya. Kwa hiyo mimi, kwa ufupi, niseme tu kwamba mtegemee mambo makubwa, na tunamwamini Mungu kwamba tutasimama naye na watu wa Geita tutasimama pamoja, ili tuweze kuleta Geita, kuiona Geita mpya.